Angalia, kulikuwa na marafiki wadhaifu. Wengine walikuwa wameniahidi watanisaidia. Miss nilikuwa na rafiki mmoja akanitia moyo akaniambia mchungaji, Mungu atafungua njia. Nikalala uokoa, lakini kuna rafiki mmoja alikuwa akilicha saa kumi na moja nikasikia Mungu anakonga kwa huko, si rahisi padri kupata mgeni. Mtu anakonga mchungaji, huko ndani sikujua ni nani si lakini, ilikuwa mwenye hiyo nyumba alikuwa anaitwa Daniel Tokurian. Mungu alimwita yeye, akanambia, mchungaji unalala mchana shida gani? Akasema, usiogope mchungaji, sema shida ambayo nakusumbua. Wacha nikamwambia miujiza isipofanyika na nipate elfu kumi na saba mimi sitalima. Nisipo lima, lima maisha yangu itakuwa na changamoto. Ataniambia bandri ya mga peli, ukunywe soda na usiwe na wasiwasi tena, nitakutumia elfu kumi na saba juu ilikuwa Alhamisi. Peli akatuma na mimi nikaona Mungu alimtumia na yeye ni muombaji. Hata elfu kumi na saba haimshindi, akatumia huyo ndugu akanipa fedha hizo. Eye kwambia, wakati una shida, kuna rafiki ambaye anakutia. Bwana asifiwe. Amen, yeye ni muumbaji. Kitu cha pili, yeye ni mhifadhi. Ayubu anasema aliumba dunia na anaisimamisha bure, out of nothing mimi nafunza wanafunzi fulani somo ambaye nikabili na tunaangalia changamoto ya Ayubu. Wiki jana tuliangalia changamoto ya Ayubu, lakini yeye Ayubu alikuwa sawa kwa sababu alikuwa Mungu na muumbaji na kuhifadhi ambaye kwa neno lake anasimamisha dunia bila neno yake kuna sambaratika waneno lake kanisa la Koikoi inajaa, waneno lake tutaendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe, amen. Kitu cha tatu ni rafiki ambaye ni mpaji, anatupa hata wakati mbaya. niliwaambia siku moja